Mungu anachokihitaji ukamwonyeshe, ukamwambie. Anachokihitaji ndani yako ni shauku ya ndani. Mungu hajagi na kutenda tupaa, anahitaji umwambie, akusikie na wewe unasemaye. Ndio maana wakati akipita maeneo ya Yeriko, katika kitabu cha Marko 10 utasoma kuanzia 46, alikutana na mtu anayeitwa Batimayo. Yule Batimayo alikuwa haoni Aliposikia Yesu anapita akaita kwa sauti, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Wanafunzi pamoja na makutano wakamkemea. Wale wanafunzi walikuwa wanaona, wale wanafunzi walikuwa wanamjua Yesu, wale wanafunzi walijua mambo Yesu aliyoyatenda, lakini this time walitakiwa wao at least ndio ampeleke Batimayo kwa Yesu Si wao wamesikia habari za Yesu maeneo mengine yote? Si wao wamejua Yesu anavyotenda kiuhalisia kabisa, kiubinadamu na kiupendo? Wao ndio walitakiwa wampeleke Batimayo kwa Yesu, lakini wao wakamnyamazisha. Naongea na Batimayo aliyoko hapa, ambaye kila anapofanya jambo ananyamazishwa, tena wale ambao ulitegemea wawe msaada wako wa karibu, wa karibu wamekunyamazisha wale uliowategemea watakupeleka kwa Yesu maana wanaona, wamekunyamazisha. Inawezekana ni katikati ya mahusiano yako, inawezekana ni mume wako, inawezekana ni mke wako. Kila unapojaribu kupiga hatua anakunyamazisha. Batimayo uliokaa hapa, usinyamaze, usinyamaze. Batimayo hakunyamaza, akapiga sauti yake tena akasema, mimi ndiye sioni, mimi ndiye kipofu. Akaendelea kupiga sauti yake na kupaza sauti, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu anasikia wanavyomnyamazisha. Yesu anaona Batimayo, namna gani haoni, lakini ananyamazishwa. But what was God waiting? Mungu alisubiri kitu kiumbike ndani ya Batimayo. Kuna vitu ambavyo Mungu hawezi kukupa kirahisi mpaka kitu kiumbike kwako na ndio maana wakati mwingine akiviachilia wakati jambo alijaumbika wakati wewe bado uko kwenye malalamiko, wakati wewe bado uko kwenye kukataliwa, wakati muoni Mungu, unaona jaribu, anajua ya kwamba huyu atapoteza kirahisi na ndio maana Batimayo akaendelea kupaza sauti, alipoona sauti ya Batimayo inazidi sauti ya, ya, ya maadui inazidi sauti ya wale wanaomkemea, akasema mwiteni aje, mwiteni aje. Alivyoanza kuitwa aende, wale wale waliomkemea wakamwambia jitie nguvu. Eh, eh, jitie nguvu, mbona alikuwa na nguvu? Ndio maana anaita Wakamwambiaje, jitie nguvu, inuka, anakuita ajitie nguvu gani wakati alipokuwa anaita tayari ile ilikuwa ni nguvu. Kuna watu ambao watakapoona mali Yesu amekupeleka watataka kuambatana nawe, ishirini ishirini na sita, kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wanakukemea leo lakini Jibu, watajua umependelewa, watajua umependelewa. Nasema Bwana kubadilishia lugha kwa jina la Yesu, wale wale waliomkemea kemeo likaondoka. Mungu akitoa neno, Mungu aliongea neno moja tu, hakuongea mengi. Imagine there uponyaji was not, hata bado hajaponywa, lakini walipojua neno linatoka kwa mfalme wakajua tumekwisha. Neno la Mungu halipingwi. Usipigane na mtu aliyebeba kitu cha Mungu, unaumia. Usipigane na mtu mwombaji, hata kama leo ajapata, usipigane naye huyo. Aliposikia Yesu anamwita alibadilisha aina ya mvao, alibadilisha aina ya mkao. Kwa nini? Anajua uponyaji huo. Mungu anaweza akaachilia neno moja tu. Fungua masikio yako ya ndani. Neno gani? Neno moja tu, wakati anaachilia, haitajiki nguvu nyingi ujue anahitaji neno moja tu likabadilisha historia ya maisha yako na 2026 hahitaji ukae kama kwanza batimayo alionyesha shauku ya ndani alionyesha kiu ya ndani na ndio maana katika kitabu cha matayo tano sita anasema heri wenye njaa na kiu maana watashibishwa alichokionyesha ni kiu sio Yesu alipopita kote walipoonywa rafiki yangu wale wenye haja maana yake ni lazima uonyeshe haja ya ndani, haja ya kutoka hapa, haja ya kuvuka viwango, haja ya mimi ni mpaka hichi ambacho kimekwama kwa miaka mingi, hichi kilichokaa kama masalia, kaimarishe mambo ya familia yako. Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Korinto wa pili mlango wa tatu mstari wa kumi na nane anasema tunakwenda utukufu hadi utukufu. Mungu wetu ni wa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Maanake Mungu hajatuleta tu start. Kila miaka miezi, tarehe na siku anazotuongezea zinahitaji zizae kitu, zitoke eneo moja ziende eneo lingine. Kama utukufu tu unatoka utukufu hadi utukufu, neema hadi neema. Hiyo ni ishara ya maongezeko. Yani, unatoka utukufu wa chini unakwenda utukufu wa juu, unatoka mahali pa giza unakwenda mahali pa nuru, unatoka mahali pa mwaka jana unakwenda mahali pa mwaka huu, unatoka mahali ulipokwama kwenda mahali pa maongezeko. Ninaenda utukufu wa juu, ninaenda utukufu wa juu kwenye biashara, ninaenda utukufu wa juu kwenye ndoa, ninaenda utukufu wa juu ofisini kwangu, ninaenda utukufu wa juu. Ninatoka utukufu ninakwenda utukufu, ninatoka utukufu ninakwenda utukufu, ninatoka neema ninakwenda neema. Hebu endelea kutamka, endelea kutamka, tamkia. Tuko lango la Januari, bado kuna kitu unatakiwa utamke. Hautaenda kwa ugumu kama mwaka jana hautaenda kwa uzito kama mwaka jana, hautaenda kwa machozi kama mwaka jana. Wewe ni wa utukufu, utoke utukufu uende utukufu, utoke neema uende neema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inawezekana wewe ni kama Hagai na nyumba zile za Yerusalemu zilizokuwa zimebomoka zilizokuwa zina matumaini zilizokuwa zimechoka, lakini Bwana anajua, utakapoenda mlimani, yani kwenye duka lako utakapoenda mlimani kukata miti ujenge, kutafuta pesa, ufanikiwe, Bwana anaenda kuleta utukufu wa Bwana juu yako, ukawe mkubwa kuliko wa kwanza, mbingu zikatikisike tena. Alisema ataleta mataifa, watikise mbingu wat atikise mbingu ataleta watu watikise mbingu, zile mbingu zilizotikisika zitikisike dukani kwako kwa jina la Yesu, zitikisike dukani kwako kwa jina la Yesu, zitikisike kwa watoto wako kwa jina la Yesu. Alichofanya Mungu ni kutikisa mbingu. Kumbe mbingu zimeshikilia baraka zetu. Kwa nini? kama zime... Mungu akasema, nitatikisa na wakati anatikisa akasema, mataifa yatakuja yataleta kuna wateja wanatakiwa watikiswe huko alipo, wawe wako mshono, wawe wako Dar es Salaam, wawe wako Nairobi. Mwambie Mungu mbingu zitikisike. Ninauza nyanya tu lakini hizi nyanya nitatoboa nazo. Sema, e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, neno lako linasema ya kwamba utukufu wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Nami nakuomba, e Bwana, ule utukufu ulioachilia katika nyumba yako baada ya kujenga, baada ya mtikiso wa mbingu, baada ya mtikiso wa mbingu, ninakuomba e Bwana, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Hagai mlango wa pili mstari wa sita hadi ule wa tisa, ya kwamba utatikisa mbingu, utatikisa mbingu mbingu nawe neno lako linasema, unaliangalia neno lako upate kulitimiza. Angalia ili neno la kutikisa mbingu, tikisa tena kwangu, tikisa e Bwana, tikisa e Bwana, tikisa hizo mbingu, tikisa hizo mbingu, wageni wajae, wateja wajae, mataifa wanifuate, neema ipatikane, tikisa hizo mbingu ziachilie amani, tikisa hiyo mbingu, ebu tikisa na wewe, hebu tikisa na wewe, mahali pasipo na amani, mwambie Bwana atikise hiyo sauti yako. Hayo mabibio mikono yako haitoshi kutikisa, anasema atatikisha mbingu, anasema atatikisa mbingu, ilete pesa, anasema atatikisa mbingu, ilete amani, anasema nitatikisa mbingu. Alipotikisa mbingu, utukufu ukawa mkubwa, atakapotikisa mbingu, amani yako itakuwa kubwa. Tikisa tena, tikisa tena, ponyaji utokee, tikisa tena, ponyaji utokee, tikisa tena, tikisa tikisa, sioni anayetikisa, tikisa tikisa, kama tunavyotikisa, ndivyo tunaomba amani yako, kama tunavyotikisa, ndivyo tunaomba uponyaji wako, kama tunavyotikisa, ndivyo tunavyoomba neema yako. Ninaomba tikisa Bwana, ninaomba tikisa Bwana. Tikisa Bwana, Bwana, vile vilivyokwama miaka mingi vikakosa nuru vikakosa kibali, asubuhi ya leo ninaomba tikisa, ninaomba tikisa, tikisa, tikisa, tikisa, tikisa, tikisa tena, ile amani iliyokosekana kwenye familia ripa, papapa, rikata mbingu zikitikisika amani nato kinatokea mbingu zikitikisika amani inatokea, mbingu zikitikisika kibali kinatokea. Ni saa ya kutikisa. Omba, omba, omba, omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, mbingu zinaleta manemane mbingu mane, zinaleta manemane mane. Rapapapapa rikata ripaka rikasha ripoko imani iliyochukuliwa. Tikisa mbingu, tikisa mbingu, tikisa mbingu, tikisa mbingu ikupatanishe na pesa, ikupatanishe na heshima, ikutakanishe na bali ikupatanishe na uponyaji. Mbingu zitikisike, amani iachiliwe. Mbingu zitikisike, amani iachiliwe. Utukufu wa Mungu ukawe mkuu kwako mwaka huu, mwaka huu wewe ni wakupiga hatua, wewe ni wakwenda mbele, wewe sio wakuonewa tena. Tikisa mbingu, tikisa tena, tikisa tena Hizo mbingu ziachilie matunda, ziachilie fedha, ziachilie kibali, ziachilie neema. Hizo mbingu zitikise, zitikise, zitikise, tikisika, tikisika kwa jina la Yesu. Mungu abariki kila utakachofanya, kila utakapoenda, pakutikisie baraka. Mungu abariki kapu lako la kukandia Utukufu wa mberoshi na mtia shuri uwe juu yako, na wageni wakajenge kuta zako, na wafalme wakaongozwe. Utukufu wa mberoshi na utia shuri uwe juu yako, wale waliokusahau kwa muda mrefu, Bwana akawalete kwa mlango wa dharura, my destiny helpers, wale watu ambao wamebeba hatima yako na Mungu aliwatumia kuleta vitu vya thamani kwako, mbingu zitikisike na wakuletee kwa jina la Yesu. Wale wanaohitaji kuolewa, mbingu zitikisike, zitikise huo ukuta, ukutane na mtu wako sahihi. Kwa jina la Yesu mbingu zitikisike, kibali kitokee kwenye ndoa. Wale waliowekewa ukuta kwenye maisha yao, wasishirikiane na wake zao, wasishirikiane na waume zao, mbingu zitikisike, amani itokee, ushirika utokee, kibali kitokee, neema itokee, kila unachofanya mbingu zitikisike, ukibali kitokee kwa jina la Yesu. Wanaofikiria biashara ya kufanya mwaka huu, mbingu zitikisike, liachie wazo la biashara na utakapoanza Bwana akufanikishe kwa jina la Yesu. Mbingu zilipotikisika kwa Joshua ziliachilia mawe maadui wakapigwa. Nami nakuombea kwa Bwana, mbingu zitikisike, kila atakaye kufuatilia ishirini ishirini na sita, yale mawe yaliyoachiliwa kwa Joshua yampige kwa jina la Yesu, yampige kwa jina la Yesu, yawapige maadui zako, yawapige kila anayekutafuta kwa ubaya, yapige kila anayekuzulumu ya pige kila anayekuonea neema ya maongezeko iwe fungu lako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Pige Bwana makofi aliyetikisa mbingu, pigie Bwana makofi. Hayo makofi hayatoshi kuangusha Yeriko, hayo makofi hayatoshi kutikisa mbingu, pigie tena, pigie tena. Wanaenda kufanikiwa, pigie makofi ya shangwe. Haleluya.